Wakazi wa jamii ya watu wa asili ya Haiti katika eneo la Little Haiti jijini Miami walionyesha hasira na kuchukizwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza marufuku makubwa ya usafiri inayowahusu raia kutoka mataifa 19 ikiwemo Haiti. Marufuku hiyo inatarajiwa kuanza kutekelezwa Jumatatu tarehe 9 Juni. Uamuzi huu umeleta hofu kubwa miongoni mwa jamii za wahamiaji ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na machafuko ya kisiasa katika nchi zao. Mwanamke mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Malkia wa Haiti alikuwa na haya kusema. What the fuck you doing this? Kwa nini anafanya jambo kama hili? Haina maana hata kidogo. Watu wanaoishi hapa Miami wana familia zao hapa Miami, na wanawatumia pesa kila siku, au kila wiki bila kukosa. Najua hilo, watu wanakwenda huku na kule kutuma pesa kwa familia zao. Sasa kwa nini anafanya haya yote? Kitu pekee nachoweza kumwambia Trump ni kwamba namdharau, aende kuzimu na asijisumbue kurudi. Waandaaji wa shughuli za kijamii wanasema kwamba hatua hii itakuwa na athari pana, si tu kusini mwa Florida bali pia katika maeneo mengine ya Marekani yenye jamii nyingi za watu wenye asili ya Haiti. Paul Christian Namphi, ambaye ni mratibu mkuu na mkurugenzi wa siasa katika shirika la Family Action Network Movement, anaelezea Jumuiya yetu imevurugika sana And kutokana na taarifa hizi, ni hali kama hii inaitikisa jamii zote 19, si tu kusini mwa Florida bali kote nchini Marekani, kwa sababu hili ni tendo la kikatili kwa kweli. Na sheria ya uhamiaji na uraia ilipoanzishwa mwaka miaka 1960 chini ya Rais Johnson mwaka 1965, ilikuwa wazi kabisa katika kuzuia aina hii ya ubaguzi in... Lakini sasa hali hiyo kind of imerudi tena. Namfi alionya kwamba sera hiyo inaweza kuwaweka hatarini raia wa Haiti wanaofukuzwa kurejea katika nchi yao inayokabiliwa na ghasia za magenge ya kihalifu sambamba na kuhatarisha sekta muhimu za ajira nchini Marekani. Suluhisho ni kukomesha ufisadi katika ngazi zote. Suluhisho si kuwaadhibu watu ambao tayari wako chini ya huruma ya magenge ya kihalifu ndani ya Haiti na ambao watawekwa tena mikononi mwa magenge hayo endapo watarudishwa kutoka Marekani kwenda Haiti. Na hii haitawaathiri tu watu wa asili ya Haiti, itaathiri kila mtu hapa Marekani anayepokea huduma kutoka kwa wafanyakazi wenye asili ya Haiti. Leximond Alinska ambaye ni raia wa muda mrefu wa Marekani alisema anajiona mwenye bahati kuwa Marekani lakini anasimama bega kwa bega na watu wa jamii yake waliodhiriwa na uamuzi wa Trump. Kwangu mimi nina furaha sana kuwa hapa sasa. Nimepona, nimeokoka kwa sababu siko Haiti. Ingawa nimekuwa raia wa Marekani kwa muda mrefu, hiyo haimaanishi kwamba siishi maumivu kwa ajili ya nchi yangu ya asili, kwa sababu ndiko nilikotoka. Nchi zilizoathirika na marufuku hii mpya ya usafiri ni pamoja na Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Kongo Brazzaville, Guinea ya Ikweta, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Uingizwaji wa watu kutoka nchi saba nyingine, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela utapigwa marufuku kwa kiasi fulani tu. Tangazo hili litaanza kutekelezwa tarehe tisa Juni. Hata hivyo, visa zilizotolewa kabla ya tarehe hiyo hazitabatilishwa kwa mujibu wa agizo hilo.